Ni, ni ya kula ile ile hiyo hiyo wewe. Mimi nimesikia nikatoa ile ya kula lakini nikaona juu kwa juu tena tena, sijaelewa. Unaona? Unaona? Na mkutano umependezesha kishenzi mwanangu. Bila hapa ya ila. Kuma, unawachafua. Eh? Eh? Mwanzo, unawachafua.

Ningekuwa msafiri mimi ningeunganisha yeah, yeah, na yeah, hey. Mimi niliwaambia mimi, nilisema lakini, mimi nikasema, hao wanaohama chama, sisi wote tumekuwa wadau wa CHADEMA, lakini kuhama chama sio kwa sababu wao, kina mwalimu walikuwa analipwa mamilioni makao makuu ya chama, kigai la miaka saba analipwa zaidi ya milioni tano Sasa leo ametoka, hata kini wengine alipwa apate eh, yeah? walikuwa wanakuwa ndio milioni mbili milioni tatu miaka yote kumi. Kama ameame amepigwa chini mboe, na yeye ametolewa, si fursa kwa wengine pia na wenyewe wapate kwenye chama, upate miaka zaidi ya ishirini, blaza ni sawa. Mimi najua vyosikia inaua